Albert Peter Njau ni mjumbe wa bodi ya chama cha mchezo wa chess Tanzania. Mm. Mashindano haya ilikuwa ya mchezo wa blitz, ambapo time format ni dakika tano katika kila mechi sawa. Kwenye mashindano haya tumefanikiwa kuwasajili ku, kuwasa, wachezaji wapya kwenye, kwenye chama cha mchezo huu du, du, du, duniani ambao ni FIDE kwa hiyo kuna wachezaji wapya waliopatika kupata rating sawa. Ehe, alafu vilevile tumepata wageni kutoka Arusha, ambayo hiyo ni ishara kubwa kwamba huu mchezo ni unakuwa sasa, ni unatoka da tulikuwa tumezuia ni da tu, lakin lakini unaenda mpaka mikoani so far. Lakini vilevile kwa kwa wachezaji ambao tayari wapo tuna tumeona kwa asilimia kubwa wame improve Chess yao ambayo hii nayo inatupa sisi moyo kadiri tunavyoelekea mbele, kwa sababu tunataka tuwe tuna vijana wanaocheza vizuri wapate fursa ya kwenda kushindana na nje ya nchi. Lengo la mashindano haya ilikuwa ni kutimiza chess calendar mm. Kwenye mchezo wa, wa chess kuna ratiba ya, ya, ya tournament zote ambazo zinapaswa kufanyika katika mwaka. Ehe, kwa hiyo leo tulikuwa tunatimiza hiyo mm -hmm. Baada ya hapa kuna tournament nyingine mwezi wa nne kama, kama tare mlivyosikia, si ndio? Kwa hiyo mwezi wa nne pia tunawakaribisha wale wapya ambao wanatamani kujifunza na hata wale ambao tayari wanafahamu nao tunawakaribisha mm. Pengine ushiriki wa leo mashindano yamefanikiwa kwa asilimia ngapi? Um, mafanikio ni, ninaweza nikayazungumzia kwanza kwa upande wa wachezaji wapya. Kama nilivyotangulia kusema kwamba kuna wachezaji wapya ambao tumewapeleka majina yao, hawakuwa na ratings kabisa, hawakuwa wanatambulika FIDE. Kwa hiyo tumeishapeleka majina yao, tunategemea kupata sasa ratings zao wakishapata ratings inamaanisha rasmi watakua wanatambulika duniani na watakuwa washapewa namba. Ehe, hilo, hilo fanikio la kwanza. Ila fanikio la, la pili ni wachezaji wetu wa ndani wanahitaji tournaments nyingi ili wasiusahau wasi hu wapa mchezo na kama ningebidi tungetamani mashindano yao mengi kama ilivyokuwa kwenye mpira kila wiki kunakuwa si kuna, kuwa, kuna, kuna, kuwa, kuna Mechi natamani tufikie huko hata kama, hata kama isipokuwa kila wiki basi kila mwezi kue kuna tournaments. Uh, kwa kuna kwa jina naitwa Neema Adam, nimekuwa ni mchezaji ni ni wa chess uh, kicho nifanya niweze ni kuwa mshindi ni kwanza kujiandaa na pia dhani uh, ni maandalizi tu ndo na kueza experience na kuweza kuwa na uwezo wa kupambana na wachezaji wengine elenda <coughs> vizuri. na labda la pengine katika michezo kuna michezo uliocheza, kuna mchezo wote ulikupa challenge kubwa? Nadhani e, haikuwa ngumu sana, haikuwa challenge ngumu sana. Nimecheza na watu ambao nina uwezo wako na uwezo sana mimi au wana uwezo mkubwa kidogo kuliko mimi, kwa hiyo Uh, nadhani haikuwa ngumu sana kwa wale ambao walikuwa na uwezo mkubwa kuliko mimi pengine labda. Tumalizia, una wito gani kwa wanawake wengine kujitokeza kushiriki mchezo? Uh, kama ni una, unaweza kucheza chess na ungependa kushiriki, usiogope, karibu cheza. Hata kama ukifungwa nafasi pia kujifunza, kwa hiyo usiogope lakini mchezo wa chesi unaozungumzia, kuna mwanadada ambayo amejitokeza kushiriki katika mchezo huo, unakuwa kuna enjoyment unakuwa unapata ukiwa unacheza. Ukishinda of course unaenjoy zaidi, lakini pia usiposhinda, ni nafasi pia ya kujifunza uh. Lengo langu ni waweze kushiriki kwenye timu ya wanawake ya, ya taifa kwenye mchezo ya Olympiad, ndio lengo langu. Mimi naitwa Mustafa Ibrahim. Uh, nimekuwa kama chief arbiter. Ni arbiter ambao najulikana upande wa FIDE na ni one of the active arbiters kwenye Tanzania. So kwenye mashindano za FIDE rated kawaida uh, a presence yangu inatakiwa presence ya FIDE arbiters na mimi ni mmoja wapo, wako wengine vile vile mashindano yamebadilika, hayo yalikuwa yana lengo lipi hasa mashindano haya? Uh, lengo ya mashindano haya ni haswa ku promote hiyo mchezo che, wa chess kwenye Tanzania. Huwa kawaida inachezeshwa standard ya risali moja au zaidi, lakini blitz sio kawaida na watu wengine wanapendelea hiyo. Ni blitz maana yake ni wa muda isiyozidi dakika kumi na tano so watu wameifurahia na kuna skills tofauti tumeigundua. Kuna wachezaji wengine kwa mfano wanakuwa vizuri kwenye standard, upande wa ile mchezo wa uh, muda muda mwingi labda mwingine hayuko vizuri sana kwenye mchezo wa muda mwingi lakini ameperform vizuri. Mfano mojawapo ni Gokul Ram Shankar. Mara nyingi anakuwa ana namba moja, namba mbili kwenye upande wa standard. Sasa hivi tumemkuta yupo namba 4, so tunataka iwe balance kwenye standard, kwenye blitz. Blitz ilikuwa sio kawaida lakini sasa hivi tunataka kuongeza uh, mwendo kwenye standards pia iwe balance, blitz pia iwe balance, rapid pia iwe balance. Kwa hiyo Tanzania Chess Association wameunda kalenda ya mwaka mzima ambazo inaonyesha mashindano ya standard, vilevile mashindano ya blitz vilevile mashindano ya rapid kwa mwaka mzima tumeisambaza, cha muhimu ni kushiriki na nimesema hiyo kitu wakati wa kuzawadia vile vile. Kwa hiyo kushiriki kwao ni ushindi mojawapo vile vile. Kwa hiyo wachezaji wa chess kawaida wasione kwamba hawajatokezea kwenye podium namba moja mbili tatu wa, wanusuriki hapana. Wachezaji wa, wa chess wachez ni kama baada ya mashindano wanaangalia wapi wamefanya vizuri wapi wamepelea, waboreshe, warudi tena uwanjani kwenye mashindano mengine well prepared.